Enjoy good channel, tarehe mbili Septemba elfu mbili na ishirini na tano. Mwaka bora kabisa huu na unaelekea kukatika, na tunafahamu uh, huu mwaka ulivyoingia umeingia kwa bashasha sana, na unamalizika kwa bashasha. Moja kati ya mwaka mmoja mzuri sana, na sijui kama utawahi kuja kutokea, kwa sababu ya mbele hatuwezi kuyajua. Kikubwa, Mungu atupatie uhai na mambo mengine endelee kukaa kwenye kila aina ya nafasi yake. Mimi ni Moses Rafaeli Mlawa anayekualika leo kwenye Enjoy Good Channel, na nivyo ambavyo naisherehesha muda huu na hiki ndicho ambacho tunakifanya siku zote, tumekuja kivingine sana. Asante kwa wote ambao pia wanaendelea kututazama kila siku pale mjini YouTube kwa kuandika enjoy, Enjoy Good Channel. Channel, Enjoy Good Channel Channel, wengi mnaiona hii lakini hamjui ilitokana na nini nini, kwa imekuwa channel, unaona kipi kilianzishwa, lianzisha meona nini na lanzishanaitwa nani, kwa yote ayote leo tuua kuyapata vizuri hapa na mimi nafahamu ya kwamba wote ambao mnanisikiliza mnanipenda sana, au vipi? Yes, mimi ni Moses Rafaeli Mlawa, nipo na mwanzilishi wa chanel ya Enjoy Good Channel ambayo uh, inapatikana pale mjini YouTube na moja kati ya chanel ambayo inafanya vizuri sana muda huu saii, tuko naye hapa na yeye atakuja kujitambulisha majina yake alafu then sisi tutaendelea. Uh, karibu sana bwana, asante sana uh, bana uh, kwa majina yako yote matatu, wengi wanataka kufahamu wewe, uh, ni moja kati ya mtu ambaye umeiratibu uh, channel ya, ya, ya, ya, Enjoy Good Channel kwenye YouTube. Wengi wanapenda kufahamu wewe ni nani, kama miliki na kitu yani vile vya ambavyo unaweza kuweka sawa kwenye hili. Okay, ah, uh, kwa majina anaitwa Shantakadi Makipesile uh, ni mmiliki wa Enjoy a good channel na ni channel bomba kabisa, na kama unavyojua uh, idea ilikuja kwa sababu ya kwanza, mimi mwenyewe ni mtu wa socialization, pia ni mtu wa entertainment. So unapozungumzia socialization basi inahusika na entertainment hapo ndani. Kwa hiyo wazo lipoanzia hapo, basi nikaona kwamba kwa nini wewe, jamaa, ndugu na marafiki hapo kitaani, kwa nini usipate burudani? Basi nikaona hebu ili mambo yaweze kwenda vizuri, watu waweze kusmile, basi itabidi tuanzishe iko kitu kwaabi, tuanzishe chaneli ko. Mpaka sasa hapo mnaiona, naamini wengi imewakuta na menjoi sana, mpaka sasa na mimi sipoi, basi naendelea kufanya mambo ili aweze kuwa bomba zaidi, na niweze kuwa katika namna njema ya kuwafikia kila mmoja kule aliko, ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Unaitazama hii, hii channel kwa mara ya kwanza nimeona, kuna content tofauti tofauti ambazo ume, ume, umeziachia kufana kama ma-dances na nini. Kweli kama ulivyosema kwamba misimama entertainment fulani hivi, lakini hapo kwenye enjoy ni sehemu ambayo enjoy, naona wanasema ni kufurahi. Yes, kwa hiyo kuna content tofauti tofauti ambazo umeziachia watu kweli, wanafly wana dance na nini, uh, lakini nimeona umekuja kitofauti kwenye siku hizi za usoni umeposti ume, ume masuala ya hifadhi wanyama na nini na nini, idea ilikuwaje na kwa nini imekuwa hivi, au kwa sababu ni tofauti tofauti tofauti kwenye enjoy, kwa una enjoy kwa kila kitu, tunataka tufahamu kwenye hili. Yes, unapozungumzia ishu ya enjoy good channel unazungumzia ni mambo yote ambayo yanafanya mtu afurahie kwa hiyo nami kwa kulitizama hilo nikaona kwamba nisibezi upande mmoja. Nikaamua kwamba nije na staili mpya ambayo nikileta hii content ya wanyama, basi itaendelea kuwavutia wote ambao wale wanapenda utarii na kuwaona wanyama na wengine ambao hawajawahi kufikaga katika hizi mbuga zetu za taifa. Mtu yuko anaishi sehemu moja tu ambayo hata paka hajawahi kumwona kwa hiyo na mimi kwa, kwa kufikiria hilo basi nikaona basi ili mtu aweze kumwona tapaka kumwona simba na twiga, basi kwa namna moja au nyingine aweze aweze mambo kurahisisha tu mambo yake yeye, kuweka bando tu na kuangalia kitu kiganjani hapo hapo, na mambo kwa bomba zaidi bana. Kama hii ni hiyo ndio ambayo inafanya vizuri siku zote na tunapewa nguvu kubwa sana na Airtel. Airtel moja kati ya mtandao bora kabisa na uliokuwa uko sahihi zaidi kwenye mtandao. Of course ukiwasha data sahihi, unaweza kufurahia mtandao wenye kasi kabisa Airtel. Lakini wamekuja na kubwa yao na hii ni ofa moja kubwa sana kupitia line ya Airtel. Kwa shilingi elfu moja, unaweza kupata dakika 250 alafu akakubonus na 250 kwa kwa elfu moja, unapata dakika 500 za kupiga simu kwa ndugu, jamaa na marafiki wote ambao unaweza ukawa nao. Mfano kama mimi sasa hivi naweza nikapata buku hapa nikaenda kwenye duka lolote lile la Mluguru au la Mangi nikamwambia nipatie vocha ya Airtel ya shilingi elfu moja na nikapiga nyota 104 nyota nikaandika namba zangu, kika ramaaleli ikaingiziwa pale 1000 nikajiunga na menyu yangu ya nyota 149 uh, nyota 99 alama ya reli, nikaichagua sifuri pale juu, ambaye amekwambia dakika 200 250 au vipi? Na ukinya ku plus hapo inakuwa dakika 500 nyama sana, iki, sana, kwa sababu wasababu moja kati ya kitu bora sana sana. So nikushauri kwa wewe ambao unaendelea kutumia mtandao, tumia mtandao wa Airtel kwa mambo mazuri zaidi, kwa sababu kwenye internet pia waja kuacha wamenyoka vile vile. Airtel this part for no trick, lakini pia tunapewa nguvu kubwa sana na unga wa Opeka. Opeka, moja kati ya unga bora kabisa wa mbegu mchanganyiko na hii ni moja kati ya lishe bora kabisa ambayo haina uh, ujanja ujanja kabisa, na moja kati ya tiba ambayo iko fresh, tiba lishe ya kipekee sana, ambayo inatibu tibu kiharusi, tezi dume, pumu, allergy, gout, maumivu ya mgongo, miguu na ganzi, kisukari, mfumo wa fahamu, afya ubongo, mfumo wa uzazi, lakini pia unaongeza CD4. Opeka moja kati ya unga bora kabisa wa mbegu mchanganyiko na hii ni moja kati ya lishe bora kabisa. Sasa hivi unaweza kuipata kwenye maduka yoyote ya farma nchini, ukasema tu Opeka au ukawacheki kupitia 06133999 ukapiga bure kabisa hiyo namba na mambo mengine yakawa fresh kabisa kupitia Opeka au vipi? Yes, kikubwa zaidi, nguvu kubwa nyingine anapewa na Emanaz. Emanaz, moja kati ya tui la nazi halisi lisilokuwa na kemikali ya kutosha. Na sahi kama ndo unarudi nyumbani kwako, unataka su kwenda kupata nazi su kune na nini, aina noma, wewe tu cha kufanya nenda tu kwenye duka lolote lile, agiza Emanaz na unaweza kwenda kuiunga pishi moja, shanta shanta kweli kweli, na harufu nzuri inanukia, na upa utamu mzuri wa chakula chako na mboga ikawa fresh kweli kweli kwa kupitia Emanaz. Emanaz ni kiboko ya jikoni. Bado tupo na Shedrack Adil Mwakipesire yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye mkurugenzi um, wa, wa channel ya Enjoy Good channel. Na mimi ni Moses Rafael Mlawa mlaanipo pembeni yake hapa, tukiwa tunaendelea kusababisha, lakini pia yote ya yote tunaendelea kugusia hapa, ambapo uh, tumefika. So uh, lengo kubwa umetuambia kwamba kumgusia kila mtu na kufikisha kile ambacho unakiona ni sahihi kwake kufika. Lakini sahii kuna wimbi kubwa sana la vijana ambao Uh, wako kwenye mitaa, uliwahi kufikiria namna ambavyo laifu zao